Al-Imam Abu Hanifa alisikia mtaani yuko mtu anamtukana amiri al-Mu'minin Uthman bnu Affan. Sema innahu rajulun Yahudi, kajificha ficha tu nyuma ya uyahudi huyu. Ni myahudi mkubwa, matusi makubwa kwa amiri al-Mu'minin Uthman. Watu wote ikawa mjini wanatambua huyu mtu namna imani yake juu ya Uthman bnu Affan kwamba ni myahudi. Sasa Ulamaa kama Abu Hanifa ndio viongozi, watafanyaje? Namna ya kumzuia huyu na kumwelimisha, atapewa uhakika gani afahamu? Akaenda nyumbani kwake siku hiyo, kugonga mlango, kaingia ndani ya nyumba. Yule bwana kafuraha, Imam Abu Hanifa amekuja nyumbani kwangu, shekhe mkubwa, ahlan wa sala. Kamwambia tulia, nimekuja kuposa. Kawambia karibu, karibu sana, mfano wako wewe harudishwi, alimu mkubwa, binti yangu aolee, karibu, karibu Akawambia pana, sikuja kuposa mimi. Ala, umekuja kumposea nani? Anasema kijana mekuja kumposea fulani fulani. Sifa zake zikoje? Akamwambia ni taqiyun wariun sakhiyun yaqumu llail yasumu nahar tulu lbuka biqiyami lleil, kampatia mawasifati yaqrau lquran qariu lquran. Tosha tosha, anasema sifa ndogo tu katika hizo lizozitaja anafaa huyo mtu kuwa mume wa binti wa amiri lmuminini, sikuwambii sifa zote ulizozitaja hizo. Akawambia, lakini anaila moja bwana harusi. Anaila gani? Asema ni yahudi yule. Pale pale akabadilika, akawambia, imamu mzima, unaletea mayahudi nyumbani kwangu, kuja kuniwezesha, niwawezeshe watoto wangu, nifanyia mimi, si mtu mwenye imani? Akawambia, hapana, mbona mtume alifanya hivyo. Mtume alifanya hivyo aliyewezesha binti yake yahudi, aliyewezesha binti yake yahudi, tena sio mmoja, wawili wote alimuwezesha yahudi nani? Akamwambia Uthman na Affan siye ndo? Anasema Uthman ni mm -hmm. yahudi. Akamwambia basi, mtume aliyewezesha yahudi alimuwezesha Ruqayya akamuwezesha Umm Kulthum, binti wake wawili kumwezesha yahudi yule bwana pale pale akasema, astaghfirullah astaghfirullah, nimetubu kwa Allah, nimetubu kwa kumzulia Uthman ibn Affan kama yeye yahudi. Mbona we unakataa kuozesha yahudi, wakati mtume wako ameozesha yahudi? Kumbe ni chuki binafsi tu. Sasa njia za kumkemea na kumfahamisha ni njia za aina yake. Hakuja pale akamwambia we ni kafiri we ni hivi we ni hivi, hapana akamfahamisha kwa kidiplomasia na akaelewa na akaona. Haya, Imam Muhammad al-Ghazali kuna siku aliambiwa, tupe hukumu ya tariku sala ma hukumu tariki sala nini hukumu ya mtu mwenye kuacha sala, wali wakatawaa kafir khalidan fi nar. Akasema, hukumu an ta'khudhahu ila al-masjid li yusalli, hukumu yake mkamate mkono wende naye msikitini, ukasali naye akamwambia kun da'ian kabla an takuna qadiyan, kuwa mlinganiaji kwanza kabla hujahukumu watu. Umeshawahi kumchukua ukaenda naye msikitini? Umeshawahi kumwambia twende tukasali? Sasa kwa nini unamhukumu tu kwanza? Eh, ndio neno lake alilolisema. Hizi njia kama hizi, wengi tunafeli. Kwa hiyo Imamu Abi Hanifa akatoka pale, amepeleka da'wa kwa njia inayofaa na vile bwana hakurudi tena kumsema amiri almu'minin Uthman ibn Affan kwamba ni Yahudi.